Nimeona hapa Simbachawene Simbachawene, sijui wa mambo ya ndani huyu, wa mambo ya ndani huyu, anasema ni haki ipi ambayo watu wana wanayezungumzia watu wana haki za nambaliba. Nataka nimwambie Simbachawene huyu kwamba wewe unasimamia polisi, yani mambo ya ndani. Hivi kijana vijana wengi wanawekwa ndani selo wanaacha simu zao pale kaunta, siku wanapotoka hawapewi simu. Hiyo ni haki? Yani wanaanza kufuatilia simu zao, wanaanza kufuatilia simu zao, wakati mwingine ni vigumu kupata hata simu yako. Hiyo ni haki au? Kijana anawekwa selo, anahojiwa na mpelelezi, anakaa wiki tatu mpaka nne, yuko ndani ya selo, hajui dunia inakwendaje, hajui kinachoendelea, yuko ndani hajui mpeleleza napeleleza nini, huyo mpeleleza? Je, na ndugu zake wala, yani hakuna kinachoendelea, mtu anakaa ndani. Hiyo ni haki? Katazame ndani ya vituo vya polisi yuko kinachoendelea ingia hata selo kwa kushtukiza, kaongee na vijana walioko selo ukajue ni nini kinawakuta kule ndani. Usikae kwenye viti virefu unasema watu wanatafuta haki gani. Wewe ni waziri wa mambo ya ndani, nenda vituo vya polisi, sentro wapi kaangalie vilivyoko ndani. Nimemaliza, babaku Clemens Mwandambo, nimemaliza mimi.